Aweani somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na baadhi ya Masadukayo wale wasemao ya kwamba hakuna ufufuo, walimwendea Yesu wakamuuliza wakisema, Mwalimu, Musa alituandikia ya kuwa mtu akifiwa na ndugu yake mwenye mke lakini hana mtoto, na amtwaye huyo mke ampatie ndugu yake mzao basi kulikuwa na ndugu saba. Wa kwanza alioa mke, akafa hana mtoto <coughs> na wa pili akamtwaa yule mke, akafa hana mtoto, na hata watatu akamwoa, na kadhalika wote saba wakafa wasiache watoto. Mwishowe akafa yule mkewe naye. Basi katika ufufuo, atakuwa mke wa yupi? maana aliolewa na wote saba. Yesu akawaambia, wana wa ulimwengu huu huoa na kuolewa, lakini wale wahesabi wao kuwa wamestahili kupata ulimwengu ule na kule kufufuka katika wafu, hawaoi wala hawaolewi, wala hawezi kufa tena, kwa sababu huwa sawasawa na malaika Nao ni wana wa Mungu kwa vile walivyo wana wa ufufuo. Lakini ya kuwa wafu hufufuliwa, hata na Musa alionyesha katika sura ya kijiti, hapo alipomtaja Bwana kuwa ni Mungu wa Ibrahimu na Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo, naye si Mungu wa wafu, bali wa walio hai, kwa kuwa wote huishi kwake.